Uh, salama kabisa uh, kwa majina naitwa Dominic nimetoka mkoani Arusha. Kiukweli nasikitishwa na, na bodi ya ligi, nasikitishwa na uongozi wa nchi yetu, nasikitishwa na viongozi wa michezo wote, kwa sababu sioni sababu ya sisi kuahirishiwa mchezo, na wakati tumetumia gharama zetu, tumetumia nguvu zetu, tumetumia muda wetu, pia kutoka huko tulikotoka mikoa na nchi mbalimbali, kuja kushindishwa hapa tu uwanjani, tunashindishwa nje ya mageti tu, kama watoto wadogo, yani kama hatujui mpira Wanashindwa kufata taratibu, wanashindwa kuongoza, wanasingizia wana mabaunsa. Mabaunsa na mamlaka gani na geti la, la Benjamin Mkapa? Yani ni kitu kinatushangaza kama wanachama na wananchi na wana mashabiki wa mpira kwa ujumla, ni kitu kinatushangaza kabisa. Kutoka Arusha mpaka Dar es Salaam kilomita ngapi? Kilomita mia saba nzima nimezipoteza, muda wangu nimeupoteza, nimelipa kiingilio shilingi elfu hamsini alafu bado anakuja naambiwa mechi imeahirishwa, itatangazwa siku ya kuchezwa. Kwa hiyo siku ya kuchezwa mimi nikae nipoteze muda wangu tu kwa sababu ya kusubiria mechi ya Simba na Yanga, waje waangalie wao. Wanasema Young Africans ulimogopa mtani wako, si ndio maana ulimzuia getini kutofanya mazoezi? Mpira wa miguu unaga hizo yaani, utachezwa tu kama zilivyochezwa mechi zingine, dabi zingine zilivyochezwa zitachezwa, na hata hii itachezwa kama walikuwa wanataka ichezo wangetumia mamlaka yao kama viongozi, waje wasimamie Simba ingie uwanjani, waje wasimamie Simba ifanye mazoezi yao, lakini usije kusingizia eti kwamba kuna figisu figisu zinazoendelea. Wao ndo wana figisu, TFF wenyewe ndo wana figisu. Haiwezekani wakatupotezea muda wetu. Viongozi ndo wanasimamia mageti, viongozi ndo wanasimamia bodi ya ligi, ndo inasimamia mechi zote. Leo uje usingizie eti kwamba mabaunsa wa Yanga wamezuia Simba kuingia uwanjani. hizo ni bla bla bro. Hizo ni blabla tu hatuangaliagi bla. blabla hizo tunazoziangalia sisi, ile imekuuma lakini imeshikwa hirisho. Nimeuma sana kwa sababu sijui nielekee wapi, ni sijui nirudi Arusha, sijui ni baki uwanja wa Benjamin Mkapa nisubiri Simba kesho kesho kutwa, mi sielewi. Na nimelipa nirudishiwe hela yangu, nirudi Arusha, nirudishiwe, mi nimelipa elfu hamsini kiingilio na nauli ushakula. Na, nimeshakula nauli, usha ni nauli mzee, mimi nimepata hasara hapa. Natakuwa nirudishie hela yangu, aidha ni Simba, aidha ni Yanga, aidha ni bodi ya ligi, warudishie watu hela zao, wasiache wasilete mchezo na hela za watu. Wanaelimu na sisi tunaelimu, tunaelewa tunachokifanya bro. Hii starehe starehe starehe, yani ni starehe kama starehe zingine. Hii ni starehe mzee, yani nikuambia ukweli, amna Simba amna Yanga. Mtu yote anayekuja kuchoma anajua Benjamin Mkapa, amekuja kuangalia mpira ni starehe yake. Amna, kuna waliotoka Musoma, kuna waliotoka Kagera, wametoka wapi? Wamepata starehe bro nini? Leo ulikuwa ni utoki, leo mtaani ulikuwa unapasuka eli mpanzo kibisawara na kuweka ni ngumu. Timu ya wananchi mzee, imejipanga yaani, tumeanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, sio kwamba tunaenda kwa, kwa kubahatisha. Timu kubwa hatujawazuia, bodi ya ligi imetuangusha. Yaani kiukweli, bodi ya ligi imetuangusha mpaka hapa tulipo, yaani ligi namba nne namba tano, hata kama ni namba sita bado tunaangushwa. Tuna, tuna, tunasomekaje

Yaani ilikuwa ni uhakika kabisa, walikuwa oh, wana uhakika ndio maana wakasema eh, kuzuiliwa kwa jana ndio kitu ambacho kimefanya silete timu uwanjani kwa maana wamekuwa na wachezaji bora, wenyewe wanakwambia hivyo, wanalii mpanzu eh, wana kibu Denisi, wana lada kijumaa cha sambi ni kitu ambacho Young Africans leo ungekuwa mgumu kabisa katika siku ya Benjamin Mkapa siku ya leo akufa ta magoli matatu utabili wao, ubora wa kikosi changu ninaweza nikajivunia mpaka nikapotoka duniani Yanga sio kitu cha kunisumbua. Ni sasa hivi Yanga sio kitu cha kutubabaisha wananchi, katika timu ambayo naamini na, na nakubali kwamba itafanya mambo makubwa Tanzania na nje ya Tanzania. Ni Dar es Salaam Yanga Africans, tuna viongozi walionyoka, tuna viongozi ambao wanasimamia haki, tuna timu ambayo inaweza katupa matokeo muda wowote. Muda wowote tunapata matokeo na yanatufurahisha sisi kama wananchi na kitu chochote maana kuondoka e, Benjamin Mkapa na kurudi Arusha e, unaamania nini? Mashabiki pamoja viongozi wa Young Africans tutaingia uwanjani kama unavyoona mashabiki wanaingia uwanjani, tutaenda kukaa, tutasubiri huo muda ufike, kama mechi itaahirishwa iahirishwe, tunaingia uwanjani, tunaingia uwanjani. Bodi ya ligi ndio eje tutangazie kwamba hamna mpira kwa maikrofoni, sio eje tutangazie kwa maandishi ya kututumia kwenye Aje waje watutangazie uwanjani kwamba mpira hamna lakini sio waje watutangazie kwenye mitandao ya kijamii. Nikushukuru. Asante sana.